Leo tumekuja kwenye shughuli hii ambayo dada zetu katika imani wametushirikisha na wametualika katika maana ya shughuli kubwa mbili. Moja ni katika maana ya kutuelezea na kutushirikisha juu ya nini ambacho wanafanya wao katika shughuli zao, lakini upande wa pili ni kuweza kuchangia fedha kwa ajili ya kusaidia wenzetu wenye mahitaji, kwa maana kituo cha Upendo orphanage ambacho kituo hiko Eh, kina kinafanya kazi ya kulea watoto eh, na kuwafundisha watoto maadili mazuri. Kwa hiyo na sisi tumekuja tumeshiriki jambo hilo na tunashukuru sana kwanza kwa kwa utayari wao kufanya hivi. Kwa sababu mambo haya yanafanyika ni, ni huruma ya, ya mtu na utayari wa mtu kushiriki katika kuchangia na baada hapo eh, kuona jinsi gani naeza kupeka mambo hayo. Kwa hiyo si tunashukuru, lakini kwa kipekee washukuru pia wote ambao wamejitokeza kuchangia shughuli hii na kuifanya shughuli imependeza sana. Mtazamo mzuri sana na mi binafsi yangu niweze kufurahishwa sana. Kufurahishwa sana kwa sababu unajua uh, tutake tustake msingi um, ubina wa ubinadamu wetu unaanzia kwenye mtazamo wa dini. Dini zetu zinatufundisha utu, dini inatufundisha huruma, lakini dini inatufundisha kuwezesha. Kwa hiyo ukikosa msingi wa dini ile ambayo lugha ya mtaani unasema unakuwa kama mtoto wa kikopo, yani unakuwa ueleweki eh, watu hawakuelewi. Lakini ukiwa na dini na umeshiba imani, haya mambo yote yanawezekana. Kwa mfano kitu cha leo kilichofanywa na na Sisters in Imani ni wazi kinaonyesha kwamba wao ni, ni kwanza Yudia, umya, naliga, ni walezi kwa sababu ile kundi ambalo wanataka kulipeleka umra na hija ni kundi la watoto ambao tunasema ndio wanakuwa watu ambao wanakwenda kutengeneza jamii jinaenda kutengeneza taifa. Kwa hiyo manake kuwasaidia wao kwenda kuwapeleka katika holy place kama pale, ni kuendelea kuwapa nafasi ya kujiuliza tena papasi yao ya maisha ni ipi. Kwa hiyo kama papasi ya maisha yetu sisi ni kum, kuendelea kumswalia Mungu wetu na kumwabudu na kuwatakia heri watu wote walotangulia, manake ni kwamba hili linakuwa jambo jema zaidi. Kwa hiyo nawapongeza na, na, na kuendelea kuwatia moyo kwamba mwakani basi hata kama mwaka umempanga wachache kaniwaongeze namba e, basi na wengine watakwenda waenda ka waka... Kwanza kuwapongeza dada zangu wa Sisters in, in Imaan kwa hili lakini kwa yale yote waliopanga kuyafanya, niseme tu dunia imejitengezea zimwi kuhusiana na tofauti ya agenda kati ya wanaume na wanawake lakini baada ya kujitengezea zimwi huyo, wakatafuta nani wa kumpelekea mzigo huo, wakamwangushia mtu au kikundi kinachoitwa Uislamu. Ati Uislamu ndio umekuja kumkandamiza mwanamke. Hii si kweli, kwa sababu msemaji wa Uislamu mwenyewe Mungu Subhanahu wa Ta'ala muda hautoshi, lakini leo nitakwambia, nenda katafute zile aya zote zinazoelezea kufanya na matokeo na mafanikio, utakuta zinataja mbeya zote mbili. Kwa mfano, innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wasaimina wasaimati wal mutasaddiqina wal mutasaddiqati walhashiina lillahi walhashiati walhafidhina furujahum walhafidhati. Aya hizo ziko chungu mzima kuonyesha hawa ni mapacha wanaokwenda pamoja. Uh, tageti yetu sisi kwa kweli, sisi huwa hatu, hatuishi tu hapa Dar es Salaam. Sisters in Imaan ni taasisi ambayo tunajaribu kusogea na mikoani. Unajua, hapa Dar es Salaam kuna watu wengi ambao wanafanya huenda vitu ambavyo tunavifanya sisi lakini wenye uhitaji ni wengi sana. Hata hapo Dar es Salaam pia wenye uhitaji ni wengi kabla. Hata ya hii shughuli ambayo tumekwenda kuifanya leo, kuna ndugu zetu ambao tayari walishatusaidia, tumeweza kuwafikia watu wengi sana. Jamani, tumeweza kuwafikia watu zaidi ya elfu moja kuwapatia futari kwa kipindi chote cha mwezi huu wa mtukufu wa Ramadhani. Kuna watu wamekuwa wakifaidika kupitia taasisi ya Sisters in Iman sisi hapa tunaunga nguvu eh. Kwa pamoja tunaweza kutafuta watu ambao wenzetu wana uwezo, lakini unaweza kawa hao hawawaoni hawa watu, lakini sisi kama Sisters in Imaan tunahakikisha kwamba kwa pamoja tunaweza kuwasaidia kuwafikia watu hao. Kwa hiyo niseme tu Uh, kama ningeweza kuwapatia hata mngeweza kuona videos ambazo tumekuwa tukisambaza eh, eh, amba, futari hizi, mahitaji haya ambayo na sio futari tu Sisters in Imaan, uh, tunapelekea mpaka watu mahitaji yao, vitanda, magodoro, vyote hivyo tumekuwa tukifanya. Kwa hiyo kiukweli tunajaribu kugusa maisha ya watu wengi sana kiukweli. Iftar gala sasa hivi zimekuwa nyingi, lakini kwa furaha na, kwa naweza nikasema kwa kujivunia Sisters in Imaan ni taasisi ya kwanza kuanzisha kitu kinaitwa iftar gala ndo wa kwanza kuanzisha kitu kama hiki. Hivyo basi sisi tunajivunia kwa ukubwa sana. Aa, na unajua unapokuwa unaanzisha kitu alafu mwingine anakuiga unatakiwa kukasirika? unatakiwa Kufurahi, kuona kwamba kumbe kitu ambacho kinafanyika ni kitu kizuri. Hivyo basi mimi niweze tu kuambia watu, unapoamua kufanya jambo kama hili, basi hakikisha unalifanya kwa weledi na unaweza kuwafikia watu wengi, ili tuweze kuwasaidia wale ambao wanaohitaji.

Uh, Dr. Samia Suluhu Hassan rais wa nchi yetu, tunaona ni mwanamke ambaye yuko pale juu akifanya mambo makubwa makubwa na mazuri, akiongoza nchi yetu kwa amani na maendeleo endelevu. Uh, kwa hiyo sisi kama Sisters in Imaan tumeona kuna umuhimu kuwa na kitu ambacho ni endelevu, kitu ambacho kitaacha historia ya muda mrefu, kwa kizungu tunasema legacy ya muda mrefu. Kwa hiyo siku ya leo tumezindua jarida hili ambayo itaenda kuwa kama a role model kwa mabinti wadogo wa Kiislamu kuona kwamba kuna wamama na mabinti wadogo wa Kiislamu wakiwa na hijab zao wanafanya mambo mazuri. Tulikuja na wazo la umra, uh, tuliona kuna gap kubwa ya vijana wadogo kwenda umra. Umra imekuwa na dhana potofu ya kwamba labda wazee ambao wanatarajia labda kujifia huko wanaenda umra kutubu. Lakini Umra ni ya kila mtu ambaye ni Mwislamu, ana uwezo, ana ana nguvu zake. Kwa hiyo hii itakuja kuwa hamasa. Na kwa nini hamasa? Sisters, Sisters, in Iman, ile neno imani ni hofu ya Mwenyezi Mungu, na kwa kwenda kule umra, tunaenda kuimarisha hofu zetu, kutakasa nafsi zetu. Kwa hiyo ni jambo ambalo tumeona ni la muhimu sana kwa mabinti wadogo ili ku ondoa uh, huu mmomonyoko wa maadili. Mmomonyoko wa maadili upo kwenye jamii zetu kwa sababu gani? Kwa sababu kuna gap ya hofu ya Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo tukiweza kwenda umra kule tukatakasa nafsi zetu, basi tutapunguza hata haya matatizo ya mmomonyoko wa maadili katika jamii zetu.